Sasa, somo nitakalokuwa nazungumza leo, psychology of money, najaribu kuangalia qualities and behavior that attracts liquidity. Qualities and behaviors. Qualities and behavior, tabia na sifa zinazovuta liquidity. Liquidity, si mnaelewa? Nikisema liquidity eh, is the money. Kwenye entrepreneurship sessions nyingi za mabank na nini wanakwendaga kuzungumza, but mimi sio mtu wa finance, mimi sio mtu wa accounts, lakini nazungumza on the basis of psychology kwa sababu finance, investment, pesa, uwekezaji una psychology humu ndani kubwa sana. Nafundisha uh, one of the topic nafundisha kwenye corporate ni uh, personal financial management lakini most watu wanafundisha personal financial management ni watu wa background ya finance. Mi nafundisha personal financial management kwa sababu asilimia 60 mpaka 75 ya personal financial management sio technical skill, ni behavior, ni tabia. Wewe mwenyewe unajijua jinsi ambavyo una kiu sana ya kusave lakini uwezi, na vinavyokufanya ushinde kusave sio kuto kujua accounts, sio kuto kujua budgeting, is a behavior. Tabia. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu hata baba yako mwenyewe hakuwa na save. Kwa hiyo kwanza, hujarithi hicho kitu na wala hujakiona nyumbani kwenu, kwa hiyo tayari social learning imeharibika. Wewe uamini mzazi wako amini kwenye kusevu, utawezaje kwenye kusevu if you can't change your behavior? Sasa ili niende kwenye kwenye somo, naomba nikupe facts na nitakupa facts tatu tu, kusoya muda, nitakupa facts tatu tu kuhusu money. Facts ya kwanza, your early And childhood experience may shape your attitude on money. Experience za utoto wako na makuzi na malezi zina uwezo wa kushape attitude yako kuhusu pesa. Sasa angalia uwe makini na maneno nimesema ele experiences zina shape nini? Attitude. As a shape experience, zina shape attitude. What is attitude? Your perception. Your inclination, mitazamo yako, milengo yako na vile unavyoona kuhusu pesa inakuwa shida sana. Kuna jamaa anaitwa Albert Bandura, one of the psychologists, ameongea kuhusu observational learning. Ndio maana nikifundisha wazazi nawaambia mtoto yoyote aliyeko nyumbani anajifunza kwa asilimia sabini kwa kuona, kwa asilimia thelathini kwa kusikia. Wazazi wanafanya nini zaidi? wanaongea zaidi watoto asikiu hawezi kusikia. 30% anasikiliza kwa masikio 70% anaona. Uliona nini wazazi wako wanaishi kwenye pesa? Kwenye factor za career choice, one of the courses nafundisha watu masters ni occupational psychology uh, occupational career psychology. vitu vinavyoshawishi mtu kufanya kazi fulani au kuchagua kazi fulani, one of the very important factor ni parenting uliona wazazi wako wanafanya. Ndio maana familia nyingi za watumishi kuna mtoto mmoja au wawili anakuaga watumishi kwa sababu waliona, lakini kuna wengine hawataki kusikia utumishi kwa jinsi walivyoona baba yao mtumishi akachoka, walishindwa kwenda shule nzuri kwa sababu baba mtumishi, walishindwa kuishi maisha mazuri kwa sababu baba mtumishi. My dad is a pastor, is okay now financially, but when I grew, aliniandikia barua bila mikujua ya kwenda kukusanya ada, kuomba kwa watu natembea na barua me, baba amenipa kulete, na lalapo siku mbili naondoka. Kumbe ndani imeandika, bwana mdogo huyu aenda form one, mchangie. Wengine walinipa ada. Nakumbuka kuna mmoja alinipa miwa, karudi naye nyumbani <laughs> maidara asikuja na chochote, tukaambia nimekuja nacho nini, iko stoo miwa uliona nini wazazi wako wakifanya, kikakuinfluence aidha kutamani hicho kitu kwa sababu kina uwezo, kina hela? Uliona nini kwa wazazi wako? Uliona if, kama umekuwa ukiona wazazi wana struggle na pesa, kila wanachoongea ni ukata, sina pesa, nasubiri mchongo, tafahamu wazazi wa mchongo ndio ulichosikia kwa wazazi wako. Attitude yako ya pesa inabadilika na kuwa sio nzuri. Bwana sifiwe. What is your attitude? Uliona nini? unakuwa Bwana asifiwe. Unafikiri kwa nini watoto wengi wakija kanisani wanatoa coin? Thats what I have seen. Unafikiri kwa nini nilikataza watoto wangu kwenda kanisani na coin, wakati nilikuwa napata mshahara wa laki mbili na nusu napata mshahara mdogo, but never go to church with coin. Kwa nini? Nilikuwa najaribu kutengeneza attitude zao kwamba coin ni low standard. Mungu wetu sio wa low standard na baada ya kuwatangazia hivyo, ili niwia ngumu, kwa sababu ninalazimika nitafute hela ya kuwapa noti kwao. Nilijitega mwenyewe, lakini nilikuwa namwamini Mungu from there they, mpaka wakawa wanakuwa hata umpe coin za mia tano mia tano kumi still. Uh, nosheni yao sio kwamba coin zikiwa nyingi ni hela nyingi. Uh, coin is not for church. Nenda makanisa mengi sana Nenda makanisa yale mangine makubwa yale ambao wanakusanya wana kwenye mifuko. Nenda kaangalie mfuko unaokuja wa Sunday school, ziki, ziki nani namna hiyo, utafikiri uko, uko sido kelele krr, krr, krr. watoto wametoa nini? Mwangalie babake, mwangalie mamake, jinsi ambavyo hawa watoto wanakuwa wameona wazazi na notion yao, that is how they become. Kwa hiyo ele experience yako ina influence kubwa sana kwenye